Nimekuja hapa kwa ajili ya kufungua um, warsha hii ambayo ni warsha ya mafunzo ya siku tano kuwajengea uwezo wanataaluma, viongozi mbalimbali katika ngazi mbalimbali za utawala Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, Morogoro, SUA. Kwa hiyo mafunzo haya yanalenga ya zaidi katika kuwapa mbinu uh, washiriki mbinu uh, za namna ya kufundisha uh, mitaala iliyofanyiwa marejeo na mitaara hii imefanyiwa marejeo baada ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 kufanywa mapitio na, na kutoa toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Aa, sera hii imesisitiza zaidi wahitimu kuweza kuwa na ujuzi. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa, wa, wa, wa vyuo vikuu hapa nchini tulitoa maelekezo kwa vyuo vikuu vyote kuweza kuhuisha mitaara yao, lakini pia vile vina ambavyo vinaandaa mitaara mipya viweze kuandaa mitaala ambayo itawajengea wahitimu au itawapa wahitimu ujuzi wa kuweza kujiajiri au kuajiriwa pale tu watakapokuwa wamemaliza masomo yao. Kwa hiyo sisi kama tume tumekuwa tuki, tukitoa ithibati kwa hii mitaala iliyohuishwa pamoja na mitaala mipya iliyozingatia mahitaji ya sera. Kwa hiyo niwapongeze, wapongeze chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Morogoro, ambacho kimeandaa hii hii washa baada ya kuhuisha mitaala yake na kutengeneza mitaala mipya ambayo imezingatia sera. Tunatambua kwamba vyuo vikuu vitafunguliwa mwezi wa kumi na moja mwanzoni kabisa. Kwa hiyo uh, washa hii ni maandalizi ya kuwajengea uwezo wa walimu ambao watakwenda sasa kuifundisha ile mitaala ambayo inazingatia ujuzi zaidi kuliko kuliko kuliko Chuo Kikuu so, cha Sokoine cha Kilimo kimefanya mapitio ya mitaala yake na kwa kuzingatia hilo ndio maana tumeanza na mafunzo ya kujengea uwezo walimu, kwa sababu wanahitaji stadi mahususi ili kuendana na, na hiyo mitaala. Lengo ni kwamba tunahama kutoka mwanafunzi anafahamu nini kwenda mwanafunzi anaweza kufanya nini akitoka hapa, ili aweze kujiajiri au aweze kuajiriwa na endane na soko lililopo, na hii pia inaendana na mapitio ya sera, mapitio yaliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sera mpya ya mafunzo ya elimu ambayo imeanza kutumika, ambayo pia imebadili mtaala wa elimu msingi na mpaka vyuo vya kati, kwa ili kuendana na hiyo, na sisi pia tumebadili mitaala yetu na kuiboresha, ili tuweze kuchukua wale wanafunzi watakaotoka kwenye huo mtaala mpya wa elimu ya ngazi ya awali, huku msingi kwenda vyuo vya kati, watakapokuja kusiwe na gap, kusiwe na ombwe kati yao na sisi kama vyuo vikuu. Kwanza tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mradi mra wa HET ambao ni Higher Education for Economic Transformation, kwa sababu tumejenga miundombinu mikubwa kwa hapa Morogoro na miundombinu ya kufundishia ambayo itaongeza uwezo wa kuchukua wanafunzi hadi elfu tatu mpaka elfu sita kwa kampasi hizi mbili ambazo ni Edward Moringe na ile ya Solomon Mahalangu lakini pia tuna jengo pia lenye ukubwa wa kuchukua takriban wanafunzi elfu mbili kwenye kampasi yetu ya Mizengo Pinda kule Katavi. Kwa hiyo kwa miundombinu haya majengo yatakuwa na madarasa, yatakuwa na maabara, yatakuwa na studio za tehama na kadhalika. Kwa hiyo yatakapokamilika, pia yatatusaidia kuongeza kwanza udahili, lakini pia ubora wa ufundishaji kutokana na hayo mazingira. Kwa upande wa wanataaluma, tunashukuru pia serikali kwa sababu kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita tumeajiri si chini ya walimu mia moja hadi mia moja hamsini, wapi ambao katika mradi huo pia wa HIT ulisisitiza kwamba walimu hawa waende kwenye vyuo bora kujifunza, hasa wale ambao hawajafikia ngazi ya PhD, na wengi wameshaenda nje na wengi wameshaanza kurudi, na kwa wale wanaofanya PhD wataanza kurudi hivi karibuni. Kwa hiyo tuko tayari, na kabla ya kuanza mtaala mpya, pia wale wasaidizi wana taaluma wengi tuliwapeleka kwenye viwanda mbalimbali mbali, ili wakajifunze teknolojia mpya zinazoendelea huko viwandani, ambazo pia watakuja kutumia stadi hizo walizojifunza katika ufundishaji kwao. Tuko tayari katika mafunzo haya. Ni kwamba tunataka wataalamu wetu wote wafanye wanachokiongea, maana kwamba kama ni profesa wa uzalishaji wa wanyama afundishe wasukuma wataalamu wetu wawapeleke wanafunzi katika kutenda kutenda, hata uhalisia wa ufuatwa na matokeo. Kama ni wanyama, wazalisho zaidi. Kama ni mimea, profesa afundishe ule mmea toka mwanzo mpaka mwisho.